Nam mtazamaji, tunaendelea na taarifa na, na kuangazia kilichojiri na pia vilevile baadaye tutaangalia kinachoendelea kujiri katika ule upande wa pili. Nam mtazamaji, miongoni mwa watu ambao wameweza kumkumbuka Raila Odinga walipompa mkono wa buriani kwenye mazishi ya leo ni wandani wake wa zamani wa kisiasa akiwemo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka nam, waliozungumza wakionyesha ushupavu na ukomavu wa Raila kwenye siasa za Kenya. Hebu tusikilize kilichojiri.

Akaketi na mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Mwai Kibaki na wakaleta amani ambayo imedumu nji yetu. He fought a strong fight but he remained loyal to this country. Wakati wa machafuko yaliyomalizika, walipokuja pamoja na Mwai Kibaki rais wetu kuunda serikali, wakati walipokuwa wanataja baraza la mawaziri mimi sikushughulika, because I knew I knew can never be a cabinet minister. Lakini la ajabu, wakati niko kwangu nyumbani naangalia runinga, wakati mawaziri wanatajwa, my name popped up. na mtazamaji, ni mengi ambao ameweza kuzungumzwa, lakini pia kumbuka kuna wale Wakenya ambao walikuwa wakimpa nguvu kila asubuhi kupambana, maana yake akijua kwamba kuna wengi wanaomwamini na kuna wengi wanaomtakia heri. Hivyo basi, kwa haraka, kwa atakuwa tunaangalia baadhi ya Wakenya walichokizungumza, ikiwa ndio siku iliyokuwa ya mwisho mm -hmm. yake hapa na mwili wake kupumzishwa jioni hii ya leo. Na nam tuanze kusoma risala hizi za rambirambi. Ni Pauline kutoka Nairobi, anasema nitamkumbuka mheshimiwa Raila kama shujaa aliyejitolea kupigania haki ya Wakenya na demokrasia ya Kenya. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema. Nam amina. Anasema alikuwa mkarimu baba ila Uh, alikuwa ila, ila Mungu wa, anasema Citizen ila Mungu awabariki wa, wamekuwa mstari wa mbele kutujuza chochote kenye kwa amepeleka risala za rambirambi, na pia akashukuru eh, runinga Citizen kwa walichokifanya kuanzia siku ya mwanzo mpaka leo. Naam, asante sana Amina Muhaji. Sadifu Godana mwandishi anasema kupigania siasa za vyama vingi, anakumbukwa kwa mmoja wa viongozi walioweza kupigania kwa ukomavu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi, kupigania katiba ya mwaka elfu mbili na kumi ilileta mageuzi makubwa ya utawala kama vile ugatuzi. Ni kiongozi wa upinzani ambaye alitumia nafasi hiyo kufichua ufisadi na, kulete, na kutetea uwajibikaji serikalini. Na Melino anasema makiwa kwa familia na Wakenya wote kwa ujumla, anasema lale mahala pema peponi baba. Ndio ujumbe ambao ameweza kutuma katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo, kama unatizama, unaweza kupeleka risala ama chochote unachoweza kuzungumza katika mitandao ya kijamii na pia vilevile vile katika nambari ya ujumbe mfupi, na tutakuwa tunasoma hizo jumbe tunapoendelea na kukujuza kilichojiri na kinachoendelea kwa sasa.